Hello, ni Dani Movie Cup na leo tumeamua kurudi Afrika na kigongo hiki hapa yenye historia kusisimua na ukweli ya kijana aliyenyanyapaliwa na kutengwa ila mwishowe akaibuka kuwa shujaa wa familia. Mzigo unaanza kwa Kennedy wakati huo ana hofu sana. Yuko na kutafuta msaada nyumbani. Chamaa ni mjamzito, yuko na wifi yake na mkwe wake. Wifi alionyesha upendo na ushirikiano mzuri sana kwa Chamaa, lakini mama wa Kennedy hakuwa na ushirikiano kabisa kwa Chamaa. Anarudi Kennedy, haelewi cha kufanya na inuka, mama yake na kumtuliza jazba. Kisha Kennedy anaketi karibu na mke wake akimpa moyo na kumfariji katika kipindi kile. Baadaye kaletwa hospitali, mama anajadiliana na kijana wake kuhusu mtoto. Japo hajawahi kumkubali Chamaa, lakini alifurahi sana kusikia mtoto kapewa jina la marehemu mume wake. Baada ya muda, mtoto kazaliwa, anatoka Kennedy akiwa na jazba sana, na akuwa tayari kumlea mtoto. Anaingia mama, anastaajabu kuona mtoto wa ajabu sana. Chamara alijitahidi kuelezea ukweli, lakini hapakuwa na yote aliyokubali kabisa, yani. Asubuhi karudi nyumbani, kila mtu anamuona msaliti ndani ya familia. Yaani mpaka Kennedy hakuwa tayari kumpokea Chamara na Joseph ndani ya nyumba yake kwa shinikizo la mama yake. Kennedy anamfukuza Chamara na mtoto bila kujali chochote kile. Anampakia kwenye taksi na kumtelekeza Akiwa njiani dereva anauliza wapi anaelekea, lakini jamaa anakosa msaada na kujikuta amebaki na Joseph tu mikononi mwake. Miaka kadhaa imepita. Joseph yuko anatazama watoto wenzake wakiwa wanacheza. Mama yake alifanya njia zote ili mradi tu asitoke nje ya chumba chake. Akiwa anazungumza na mama yake, anakuja baba yake akiwa na zawadi ya gari ya toy. Joseph alifurahi sana na akatamani kuwa dereva kama baba yake. Huyu jamaa kama umempata ni yule dereva sasa, na aliamua kumlea Joseph na kuishi na Chama kama mke wake. Hofu ya Chama ni kukua kwa Joseph, maana jinsi anavyokuwa ndivyo hatari nje inavyozidi kuwa kubwa, na hawezi kumficha tena wala kudanganya. Joseph hakuwa na furaha na Maisha ya kukaa ndani tu wakati wenzie wakicheza nje. Leo chamaa akatembelewa na wifi yake, yaani dada wa Martin, lakini alistaajabu sana ukimya uliokuwepo. Chama anatazama chumbani, anamkosa kabisa Joseph. Wakati huo Joseph kaja kucheza na wenzie, lakini waliishia kumpiga na kumnyanyapaa. Anakuja mama yake na kumrudisha tena ndani. Baada ya kusafisha kidonda, anamwambia aende akalale. Brenda alistaajabu sana kuona watu hawana upendo kabisa. Chama akamwambia kama Kennedy baba yake mzazi na Joseph alimkataa, hao wengine watamkubali vipi? Joseph anarudi, anamwambia mama yake kapoteza gari lake na hawezi kulala bila gari lake. Chama anamwambia kwamba atamwambia Martin amnunulie gari jipya. Joseph kwa hofu anamwambia mama yake asimwambie baba. Wakati anaongea mwangea pile, Martin anafika pale pale na kuuliza nini ambacho yeye hapaswi kufahamu. Martin baada ya kuelezewa alichukia sana na alitaka kuadhibu watoto wale wote, japo jamaa na dada yake walimzuia ukiwa pumzika bado anakosa usingizi na kuishia kujadili. Anakuja Joseph na kulala katikati yao. Baadaye Martin anaongea naye kwa uhalisia jinsi ulivyo na jinsi ambavyo watu wanamchukulia naye makini sana. Joseph anakutana na jamaa mmoja hivi aliitwa Madman. Huyu jamaa aliogopwa na watoto wengi sana na kila mmoja yani, mpaka wazazi hawakutaka watoto wao waende karibu naye. Madman alimkaribisha Joseph na kumtengenezea gari lake, kisha akaomba akafuate kitu fulani hivi. Akiwa anarudi, anataka apishane na Joseph tena, akiwa na hofu sana, huku akiomba asimtupe ukutani. Madman alicheka sana, maana hiyo ndiyo sumu ambayo watoto wengi sana wameweza kumezeshwa juu yake. Akaomba amburudishe na Joseph akakubali. Wakati Madman anaimba, Joseph alikuwa na furaha sana, kulingana na ungwana na busara za Madman, mtu ambaye maisha yake yamepambwa na huzuni. Alipomaliza, Madman aliuliza kama Joseph kapenda wimbo wake na akamwambia kwamba hata yeye alianza kuimba akiwa na umri mdogo sana kama wa kwake. Joseph alitajabu sana na kuona watu wanamwangalia tofauti na jinsi alivyo. Joseph anajitambulisha na anauliza kama akimwita Madman hatochukia. Kesho yake Joseph anatambulishwa darasani kama mwanafunzi mpya lakini anakaribishwa na vikwazo kutoka kwa wanafunzi wenzie. Binti hapo anaitwa Sharon. Alijikuta anampenda tu na kumkubali sana Joseph licha ya tofauti wa rangi zao ambao walikuwa nao. Wakiwa wanarudi nyumbani, wanajadili wakiwa wakubwa wafanye kitu gani. Sharon alitaka kuwa wakili, ila Joseph alitaka awe mwanamuziki. Sharon anampatia kitabu cha muziki Joseph ili kumsaidia, huku wakirejea nyumbani. Sasa hapa kuna wahuni wakiwazaaba, wanaona pesa inatembea nje, hasa ukilinganisha viungo vya albino, fao ni pesa sana. Joseph karudi anamwonyesha ya mama yake kitabu ila anamwambia bado ni mdogo sana. Joseph akasema hakuna udogo kwenye kuamua. Kisha akaomba ruhusa ya kwenda kucheza na rafiki yake. Chama alishangaa sana na alitamani kujua kuhusu rafiki huyo. Hivyo Joseph akamuelezea. Baadaye kaenda kwa Hartman na akawa mtu wake wa karibu sana. Hivyo alitamani sana aweze kumfundisha kupiga gitaa na kuimba. Hivyo akakubaliana iwe baada ya masomo ndio anakuja kusoma. Hivyo akakubaliana kila baada ya masomo basi anaruhusiwa kuja kufundishwa gitaa. Basi kila siku baada ya muda wa masomo Joseph alikutana na Madman wakaimba wakacheza na kufurahi. Siku moja baada ya masomo anafuatwa na mababu wa darasa na kumkebehi kwa kuwa Sharon hakuwepo darasani. Baadaye Joseph anafanya mazoezi lakini anakosea kila wakati. Madman ikabidi aulize maana aliona hayuko sawa kabisa. Joseph anamwambia kuwa shuleni amedhalilishwa. Madman alichukia sana na akaona amuelezee kuwa hata yeye alikebehiwa na kila mmoja lakini hakuwa hata siku moja kuweka mbali ndoto zake. Akamwambia kuwa wasichokielewa ni uoga wao na uoga wao utawaangamiza. Baada ya pale akaendelea na burudani. Joseph karudi nyumbani, mama yake anafua. Baada ya salamu, anauliza kwa nini kachelewa kurudi nyumbani wakati Sharon alikuwepo muda wote ule. Joseph akamwambia mama yake alikuwa na Madman. Chama alishtuka sana maana anajua Madman ni mtu mbaya. Lakini Joseph anapinga kwa kuwa anamfahamu vizuri sana Madman na akamwambia kuwa anamfundisha muziki. Chama akasema, "Unanikumbusha juu ya anti yako." Joseph ikabidi aulize maana hakuelewa. Lakini Chama alipotezea. Siku iliyofuata Sharon na Joseph wakozo njiani wanarudi nyumbani. Lakini wanavamiwa. Ila kwa bahati nzuri, Sharon anachoropoka na kukimbia zake. Sharon alijitahidi sana kuomba msaada baadhi ya watu, lakini pia alikimbia haraka sana nyumbani kwa kina Joseph. Chama alikuwa na sana akajikuta anakuwa mwanariadha, huku wale waalifu walimjeruhi Joseph. Lakini walikuwa woga sana. Joseph anawaishi hospitalini akiwa hana fahamu, Chamaa akiwa haelewi la kufanya. Akiwa katika chumba cha wagonjwa anakuja baba na mama yake na kumpa moyo, huku akiwa na huzuni na hofu ya kuogopa kumpoteza Joseph. Karudi nyumbani, kaletwa kwa Brenda, yani shangazi yake. Chamaa anamwaga kijana wake na kuondoka zake. Brenda anapitiwa na usingizi hivi, Joseph akatoka haraka sana kwenda kwa Madman. Anafika pale Madman anamwambia hataki kuwa matatizo pembezoni tena maana hakuna aliyemwelewa baada ya kupata okay? Maana hakuna aliyemwelewa baada ya kupata tatizo lile, kisha akaingia ndani na kutoka na gitaa na kisha kumkabidhi, akamwambia itabidi ajifundishe yeye mwenyewe. Joseph alihuzunika sana sababu aliamini Madman ndiyo mtu pekee aliyekuwa akimwelewa sana. Asubuhi shuleni Brenda akamfuata Joseph kumpa taarifa fulani hivi. Haikuwa siku nzuri kabisa kwa Joseph, maana aliwapoteza wazazi wake wote wawili kwa huzuni sana. Joseph akiwa mbele ya hadhira alitoa shukrani zake za dhati sana kwa wote waliohudhuria na kuwa pamoja naye kwa wakati huo mgumu. Baada ya mazishi, familia zinajadili jinsi ya kugawana pesa, huku akifichua siri nzito pasi na kujua kuwa Joseph anawasikiliza. Wakati huo waliongea kuwa Joseph si mtoto wa Martin lakini huruma zake tu ndo zilizofanya aweze kumsaidia, lakini Joseph ana baba yake ambaye alimkataa. Baadaye Brenda amebananishwa na Joseph, anataka ajue alipokuwa baba yake mzazi, hali iliyofanya Brenda kujisikia vibaya sana. Huko kikao kimekolea na familia ya pande zote, hawakumtaka Joseph sababu walimuona kama mkosi na chanzo cha vifo vya ndugu zao. Brenda hakupenda vile ambavyo walimuongelea, lakini Joseph alihuzunika sana, akatoka nje na kuuliza kwa nini anachukiwa kiasi kile. Brenda alijibu kwa uchungu kuwa hawezi kubadilisha hatma, lakini atampeleka kwa baba yake asubuhi. So, Sharon na Joseph wanaagana, lakini wakaahidiana kuwa watakutana tena, lakini wasiwa na wasiwasi na watamngojea tu tuje mjini. Sasa Joseph kafikishwa na mjomba wake na shangazi na wakapokelewa vizuri sana na mke wa Kennedy. Mke wa Kennedy alijitahidi sana kupeleleza, lakini hakuna chochote kile ambacho aliweza kuambulia. Anakuja Kennedy na kustaajabu sana kuwaona. Usiku anapata mlo. Mjomba anamweka wazi Kennedy kwa yule mtoto aliyemwacha miaka kadhaa iliyopita ndio huyo Joseph sasa. Alimuelezea kuwa chama amefariki dunia. Mke wa sasa alishtuka sana maana hakuwahi hata siku moja kujua kitu gani ambacho kiliendelea katika maisha ya nyuma ya Kennedy. Ina maana Kennedy hakuwahi kusema hata kama aliwahi kuona alipata mtoto tena sope. Kennedy anainuka kumfuata mke wake huku Joseph akimwambia Brenda hataki kukaa pale na anatamani waondoke pamoja. Huku ndani mke analalamika sana, kwa nini hajaambiwa jambo muhimu kama hili. Mke wa Kennedy hakuwa tayari, Kennedy pia hakutaka kumwacha Joseph aende, maana alitaka walau arekebishe makosa yake na kuwa kama baba. Yale maneno yalimwacha mkewe na huzuni sana. Watoto wako varandane. Kennedy anakuja na kumtuma binti yake kinywaji kwa ajili ya Joseph, lakini binti alikataa. Baba alimsema na kumwomba Joseph awe huru sana, kwa sababu hapo ni nyumbani kwake pia. Kennedy akiwa nje ya nyumba anatazama picha ya chama ambaye ni marehemu. Asubuhi watu wakozao busy na mambo yao, anakuja mke akidai kwamba kuna pesa zimeibiwa huku akipekua kila mahali. Kennedy aliuliza kama ana uhakika na swala hilo, lakini mke wake alidai kwamba hajachanganyikiwa bado. Mama anauliza Joseph kama amechukua zile pesa, lakini Joseph anakataa kuwa hajabeba pesa yoyote ile. Mama kaenda chumbani kwa Joseph karudi na pesa mkononi. Joseph alijitahidi kujitetea, lakini hata baba yake tu hakumwamini na kumsihi aombe msamaha. Joseph alikataa kuomba msamaha kwa kosa ambalo yeye hajawahi kulifanya. Lakini Kennedy akujali, alimpiga bila huruma huku mama yake wa kambo akiwa anafurahia hey tu. Baada ya pale, Kennedy anaamua kwenda kumboga Joseph hostel. Akiwa pale, anakuja kijana na kujitambulisha, lakini Joseph hakutaka kabisa mazoea, sababu aliamini watu kama yeye hawawezi wakapendwa hata mara moja. Kijana anauliza kuhusu gitaa na anamwomba Joseph amuonyeshe kitu fulani. Moja kwa moja anaenda eneo la burudani, huku Joseph akipiga gitaa na kuimba. Na hayo ndio yakawa maisha yake kila siku akiwa shuleni hapo. Baada ya masomo aliwaburudisha watu mpaka anapokuwa kijana mkubwa sana, bado hakuacha kujipambania. Huko wakati wote huo akiishi na kumbukumbu ya familia yake. Wakati wa mapumziko anagongana na binti mpya shuleni. Anamtazama vizuri, anamfahamu kuwa ni Sharon, na Joseph anamkaribisha Sharon vizuri sana, huku burudani zikiendelea. Baadaye Sharon akiwa na na Joseph magazine na kila mtu alitamani sana amuone Joseph. Wadhamini wakajitokeza na kuandaa tamasha kubwa sana. Na Joseph haelewi jinsi gani anaweza kufanya kazi kwenye tamasha kubwa kwa kweli, yani kuperform. Anakuja Sharon na Joseph anasema kwamba hawezi kuperform bila Jonah, ambaye ni producer. Lakini Sharon akampa moyo na kumsihi tu aende akapambane. Anakuja Brenda anafurahishwa sana na mafanikio ya Joseph na anamwambia kwamba kuna mgeni wake. Joseph hakutaka kuongea lakini ilibidi. Alikuwa ni baba yake Kennedy. Kennedy anamuita Joseph mwanangu kwa mara ya kwanza na kudai kuwa anajivunia sana kuwa kijana wake. Lakini Joseph kumuuliza kwamba alikuwa wapi wakati anamhitaji. Alimbwaga shuleni tangu akiwa mdogo mpaka mtu mzima na na na na na hata mara moja hakuwahi kumtembelea. Leo hii anajivunia vipi mtoto alimkataa? Maneno Maneno yale yale yalimuumiza sana sana sana. Kennedy Kennedy maana hakubaki na yoyote yule zaidi ya Joseph. Joseph Joseph Hivyo ombi lake kubwa lilikuwa ni msamaha kwa kijana kijana wake. Joseph anasema na anasema, ulinichukia mimi na mama mama yangu, ila Kennedy anasema, nilimpenda sana mama yako na nilikuwa muoga sana. Naomba nafasi nyingine, kijana wangu. Maneno yale yalifanya Joseph amsamee wa baba yake na kuweza kuendelea. Baada ya pale anaingia kwenye tamasha na kuburudisha. Show yake ilitazamwa na watu wengi sana na aliibuka kuwa shujaa kwa kuteka mioyo ya watu wengi kwa hali hili na kipaji chake kizuri. Wakati huo mpaka Madman pia alikuwa anamtazama na, na kufurahi kwa ajili yake. Baba alijivunia sana kwa majuto kijana wake. Siku inayofuata akamfuata Madman na kumrudishia gitaa lake. Joseph alimshukuru sana kwa kila kitu, hasa kumfariji na kumpa moyo. Madman akashindwa kujizuia, mwisho wa siku aliishia kumkumbatia tu, maana hakuamini kama Joseph alimkumbuka mpaka muda huo huo. Ndio mwisho wa mzigo huo. Hapa kwenye CRS tumetengeneza hii movie ili mradi tuweze kujifunza na tumejifunza mengi sana, kama usimdharau mtu kwenye maisha yako sababu hauijui kesho yake. Keep on listening, stay tuned, subscribe, like, comment, share for more. Content is Danny Movie Recap. Ciao.